Abdilatif Abdallah na makala mengine ya utamaduni. Karibuni. Hapana shaka kwamba jina la Muhamed Said Abdallah si jina geni kwa wasomaji wa vitabu vya Kiswahili, haswa vitabu vya, hati, vya hadithi au riwaya za Kiswahili. Muhamed Said Abdallah yukaribia kuwa na umri wa miaka sitini hivi na ni mwandishi wa Kiswahili ambaye maandishi yake yamewatia raghba vijana wengi ambao baadaye nao pia wakaja wakaingia katika mambo haya ya uandishi wa hadithi vijana wa huko kwao Zanzibar na vijana wa sehemu nyingine za Afrika Mashariki kuna kosemwa Kiswahili. Mpaka hivi sasa, Muhammed Said Abdulla ameshaandika vitabu saba na sita kati ya hivyo vimeshapigishwa chapa na katika hivyo vitabu sita, vitabu vilivyompa umaarufu ni vile viitwavyo Kisima cha Gingingi na Mzimu wa Watu wa Kale halafu ndio vikafuatiwa na vitabu viitwavyo Duniani Kuna Watu, Mwana wa Yungi Hulewa, Siri ya Sifuri na Mke Mmoja Waume Watatu. Hadithi zilizomo katika vitabu hivyo, isipokuwa hichi cha mwisho, yaani Mke Mmoja Waume Watatu, ni hadithi za upelelezi, na wahusika wawili maarufu wanaotokeza katika hadithi zote hizo za upelelezi ni Bwana MSA na Inspekta Sef, ambao ndio wanaoendesha uchunguzi katika hadithi hizo baadhi ya wa wahakiki wa riwaya za Kiswahili na wasomaji wengine wamekuwa wakisema kwamba Muhammed Said Abdulla amekuwa akiandika hadithi hizo za upelelezi kwa sababu ameathiriwa na mwandishi mwingine wa Kiingereza aitwaye Sherlock Holmes ambaye naye pia kiandika hadithi kama hizo. Nasur Malik alipokuwa Zanzibar hivi karibuni, alipata bahati ya kuzungumza naye Muhammed Said Abdulla, na swali la kwanza lililomuuliza lilikuwa ni hilo la kwamba ameathiriwa na Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, uh, si kwa hakika mimi nimepuziwa huyu na sana na Chesterton katika hadithi zake zile za nani huyu za Father Brown. Kwa hakika hata hiyo nani huyu Father Brown ni inafanana na Bwana MSA kwa sound, kwa maneno, kwa maneno. Na, na, na sauti katika uandishi wako ule umekuwa unawalenga watu gani wa kusoma? Popote pale. Popote pale sikumlenga, si, si, si mtu maalum. Hata nikasema hivyo kwa sababu hadithi kama zile hazimo katika mila za kikwetu. Mila za kikwetu ile hadithi kwa hapo kale palikuwa na mtu fulani, sultani fulani. Na hivi sasa umeleta mtindo ambao wa kisasa ule umeuanzisha. Uh, lakini sikuanzisha mimi, ndo mwandishi wa kisasa ule naita hivyo uendeshe kisasaai. Ndio, lakini ulikuwa wa Kiingereza. Sasa wanafuatisha watu, ukitazama huyu uandishe vitabu vya sasa, vyautetana katika mwendo ule ule. Naam, ndio. Sasa huyu hapo kale alikuweko Sultani au maskini, na ndio tosaba yamekwisha zamani. Hata utakuta madukani vitabu kama vile kama hekaya za Abunuwasi au nini hakuna vile. Sasa ndio tumeshaingia uandishi wa kisasa na. Sasa jambo jingine naona ile lugha ulikuwa unatumia ni hapa hapa Unguja kwa wingi zaidi. Na kuna lugha sasa inakuwa inaenea. Umekata shauri utumie lugha hii hii au unafata hiyo lugha sanifu? Nitumie lugha yangu. Najua. Lugha, ngundu, kulia na sanifu, bado. Kwa nini? Lakini si ndio inakuwa hiyo lugha kwa sababu ya maneno mapya hiyo sanifu. Kwanza hawa wanaosema lugha sanifu ni ile lugha ambayo inaweza kufahamika kote katika Afrika Mashariki mba, na kuacha lahaja mbalimbali kama za Kiunguja za Kimvita za Kilamu, bado sijaingia nayo. We utashika hii hii ya Unguja. Uh, na una mipango gani ya kuchapisha vitabu zaidi? mpaka sasa umeshaandika vingapi? Kwanza nadhani hichi kilichokwenda hi kwa chapaji hivi karibuni ni hi cha sababu na nah, bado hakijatoka. Kinaitwaje? Kosa la Bwana Msa, ala Bwana Msa amekosa safari uh, Bwana Msa amekosa. Kwa nini asikose? kwa nini asimtu? hii ni maana yake ni kitabu cha mwisho. nini hichi cha mwisho vipi maana yake? Naona Bwana Musa siku zote ana sibu, yeye yeye anafaulu, yeye leo anakosa, basi mtaka kummaliza nini tena asiendelee? ah. nataka kueleza tu ile kosa lake tu, na kwa namna nilivyofanya, mtu niliyompa kusoma anasema, kasoma tangu mwanzo mpaka zile mswada wake kasoma tangu mwanzo mpaka mwisho kuliona kosa. Sasa ulikuwa umelificha au unataka msomaje? Alifumbue kafumbua mwenyewe katika kufanya, kufanya maelezo yake ah. Vile vile naona katika uandishi wako wa zamani vitabu vya mwanzo na vya hivi vya mwisho, kidogo imekuwa tofauti, tofauti ya ile na tuseme Bwana Msa uchunguzi wake, na hivi kidogo kuna tofauti tofauti. Ilikuwa kwa mipango au mwenyewe tu imetokea? Maanake kule mwanzo Bwana Msa katika hadithi zile alikuwa ule uchunguzi wake unaonyesha mkali zaidi labda. Uh, uh, imetokea tu mimi sina habari ah, na kama kule ni tofauti na huku si, si, si. Na sasa hawa vijana katika ukiwetizama waandishi wengine hao unaosema, wanaandika kwa Kiswahili cha siku hizi, umesoma vitabu vyao na unakubaliana nao eh? Mmesoma vile vitatu kama Kiu, kama Asali Chungu, na umeandika kwa Kiswahili sanifu unakiona? Sikuona mimi ya Kiswahili sanifu, Kiswahili kile kile cha kwetu. Hao vijana wanachoandika cha Kiswahili sanifu, wanatia hayo maneno mapya hayo ya, ya siku hizi Hmm. Sasa katika haya maneno mapya yanovumbuliwa fikra yako nini? Ah, kipekenyemi bwana, madamu mapya mazuri. Lakini ndio enyewe waandishi, mtatumia mtakubali? Tatumia e. Sasa suala la mwisho, umeshachapisha vitabu saba mpaka sasa. Naam. una hadithi nyingine zozote ambazo unataka kuchapisha baada ya hizi? bado lakini. Hujatunga nyingine? Ah. sijatunga nyingine.